Mimi nafikiri uh, Pogba anacheza under pressure sana, anacheza under pressure na hata aina mchezo ambao anacheza sasa hivi, sidhani sana kama ni mchezo wake, kwa sababu uh, muda mwingi sana anajaribu kukaa na mpira bila sababu yoyote ya msingi, anajaribu kupiga chenga nyingi ambazo ambazo uwanjani hazina msingi. Mm, anajaribu uh, kuthi, kutaka kuthibitisha kwa haraka kwamba ana thamani ya pesa ambayo amenunuliwa, lakini kiukweli kwangu mimi kama ningekuwa ni mtu wake wa karibu au na uwezo wa kumfikia na kumshauri, ningemwambia achane na tabia hiyo, acheze aina yake ya mpira, kwa sababu hakuna mchezaji yoyote duniani mwenye thamani hiyo ya, ya, ya pesa. Sio yeye tu, wachezaji wengi hawana thamani ya pesa, isipokuwa pesa sasa hivi zinatumika kwenye transaction nyingi sana mbalimbali mbali. Na thamani imepelekwa juu, thamani ya klabu, thamani ya mchezaji zimekwenda juu kuliko alihalisi. Kwa hiyo angecheza aina yake ya mpira, kwa sababu hakuna chochote ambacho anaweza akafanya kuthibitisha thamani yake ya pesa pesa ambazo tunaona za sio kwa Pogba tu, za wachezaji wengi ambao wamenunuliwa, sio sahihi. Ukiangalia katika mechi ambazo amecheza, labda ni mechi moja tu zile za Southampton ndio ambayo amecheza mpira mkubwa, lakini mechi nyingine zote amezidiwa ama kwa kutokana na mbinu za adui ama kutokana na aina uh ya, ya, ya, ya mpira ambao Mourinho anamchezesha. Sasa hivi Pogba si yule ambaye alikuwa anacheza katika free roll akiwa Juventus. Sasa hivi anacheza aina tofauti ya mpira. Nafikiri ni aina ya, ya, ya, ya kocha ambaye anaye, Jose Mourinho, ambaye anaangalia zaidi wakati mwingine defensive game kuliko hata namna ya kushambulia, kwa hiyo inashindwa kumngarisha. Nyuma yake walihitajika wachezaji wawili viungo ili yeye awe huru kucheza katika attacking zone, lakini katika lakini namuona hachezi sana katika area hiyo. Lakini vile vile ametoka katika ligi watu ambao wanasahau, ametoka katika ligi kuu ya Italy ambayo katika miaka ya karibuni imedrop, amekuja katika ligi kuu ya England, ambayo kusema kweli ina, ina, ina soka la kasi na soka la nguvu, kwa hiyo na sana anahitaji muda wa kuadapt tena, ingawa leo kucheza England akiwa kijana. Hata hivyo bado anahitajika zaidi kuadapt tena. Watu wanaanza kumtia presha ikiwa ni mechi ya nne tu, anahitaji kupewa muda. Nadhani ni ushabiki na uh, dau kubwa ambalo limetumika kumnunua ndio ambalo linasababisha watu wawe na ushabiki mkubwa sana zidi yake kuliko hali halisi. Kwangu mimi binafsi, uh, siamini kama ana thamani hiyo, lakini uh, bado ninampa muda wa kuthibitisha uwezo wake uwanjani. Siamini hata siku moja kwamba atakuja kuthibitisha ana thamani ya kiasi hicho cha pesa, ila atakuja kuonyesha uwezo mkubwa na kuibeba timu katika siku za usoni.